Kanuni ipo kimya. Kanuni zetu za ligi kuu hazikatazi wala hazikubali, kanuni ipo kimya, na hilo jambo nimelizungumzia hivi, ni jambo la mjadala, ni jambo mtambuka lenye kuhitaji mjadala, kwa sababu maoni yametolewa na upande mmoja. Simba wametoa hayo maoni kwamba wanapendekeza michezo yao wanapocheza dhidi ya wa, wa Yanga wawe na wao waamuzi wa, wa kimataifa, lakini wakaweka angalizo, hawadharau waamuzi wetu, nimsikia vizuri Haji Manara, hilo la kwanza. Lakini sasa mimi kulielezea hili, upande ule umetoa mapendekezo mwenye mpira TFF, alafu upande wa pili nao taarifa za baadaye ni katika kuzisikia, na wenyewe hawana shida lakini bado kuna familia nyingine lazima zihusishwe kwanza, likawa na mjadala hili kwa vikao, iwe vifupi au virefu. Kwa maana kwenye kamati ya utendaji ya TFF kuna kamati tatu lazima zihusike: kamati ya waamuzi chini ya mwenyekiti Salum Chama, kamati ya mashindano, wawe na, na makubaliano ya pamoja, ili baadaye kuondoa contradiction yoyote, kwa sababu unaweza kukutana sasa na mwenyekiti wa wa labda ufundi kidawa akasema, sijahusishwa, sijui na inafanyika kwa kanuni gani? Utaanza kuleta mgogoro wa maneno, na hilo jambo pengine linania nia nju... <gibu> njema tu nia nzuri, lakini likawa limekuja kupata ukakasi fulani. Kwa hiyo ni, ni swala la mjadala baadaye kufikia mwafaka ambao, kama itatokea hivyo, isije kuwa ni dhambi kwa upande wowote wa, upande wowote ule.